goma, tutamwombea na tutamsupport kwa maombi na nitamwangalia kafea, sababu anaenda na mke wake. Ukipata hiyo nafasi hiyo, itakuwa jumaga tarehe tano, itakuwa jumaga ijumaa, unarudi jumaga juma ile. Oh, kwa hivyo tarehe sita utakuwa ushangu na tarehe saba utakuwa hapo, tuone kile tutakufanyia. Ngeni Yesu, makofi mazuri. So anniversary yetu kama hapa wewe, wiki ijayo ambayo leo ndio tunasema ni mwisho wa wiki, tunaelewana? yeah. leo ndio mwisho wa wiki, kesho ndio mwanzo wa, wa wiki. So kuanzia hiyo Monday, Tuesday, Wednesday Eh, na Thursday na Friday na Saturday sasa, hiyo Sunday inayoitwa Sunday ndiyo itakuwa anniversary ya Jerusalem Fire Church, the place of the Holy Spirit ambapo eh, Leveres John, Leveres John atakuwa anakamilisha miaka kumi na tatu katika huduma na alikaa katika kulelewa miaka tano na katika Jerusalem wakiwa yeye ni senior pastor miaka saba subiki ni miaka sita miaka nane Okay, so miaka sita kwa kulelewa na kuwa senior ya pastor wa Jerusalem the of the Holy Spirit, kwa miaka saba so hiyo ni miaka kumi na tatu. Tunamshukuru Mungu kwa mahali ambapo ametufikisha. Kwa hivyo nyote, yote rafiki na jamii wote ambao watafika, wageni na waheshimiwa wote ambao mtapatikana, tutakuwa na makuli chakula. Kinachohitajika ni kubeba tu zawadi ya kuja kutoa, eh mnaitaje, eh, surprise surprise, ma, mane mane ama manemane ama zawadi ya kupongeza kazi nzuri ambayo Bwana ameitenda miongoni mwetu, na haitakuwa mwisho. Tutaendelea kusherekea mpaka itufikishe e, miaka mia moja na katika huduma na mambo mengine, na itaendelea kusherekewa hata sisi tukiwa hatuko e, tinejazi watakuja kusherekea Sunday, siku inakuja kusherekea na wao, watazaa wataendelea kusherekea. Kwa hivyo, neema ya Bwana hiyo ni yao, kwa wale ambao wanasimama na sisi, na tutakuwa na mashujaa wetu. Kuna Monica award, kuna ebu Joni, kuja Jenta Monica, Mama Nema na Joyce, na, na nani, Mama Anna, Mama Anna ameenda ah, wapi na Daudi wajima kuna mwingine nimemwacha <tipa> hakuanzisha Jerusalem airini aliniongoza <tipa> kwenda kanisa. Sasa hiyo ni spiritual mother. Mdha jujangu mimi maana aliniongoza kwenda kanisa. Nasema wale tulio, tulio survive. Sawa sumukae <tipa> kama watu wa kueleweka naja watu wa, wa wanakaa kama aameruka na akili. Odoa wapige picha niwaweke kwa post fulani, piga picha ambayo nitaweza kwenda kuitoa na nikaweka kwa kabango fulani. Wapige picha wakiwa wamejisahau. Njoo juu huko, huku hapo, kwa hiyo fana, tunaonekana sote. umepika vizuri huyu, tile nyama ndo na huku na huyu ana itini ha na huyu na huyu, naona vile huyu jamaa anakulisha vizuri na na huyu nimetaka mpigwe, kuna kale ndo itaanza na nini

Ombi langu ni kwamba ukitaka kumzawadia huyu, unalielewa uko nyuma, usipanue midomo, munaangalia na midomo haya <laughs> ukitaka kuzawadia huyu kwa imani yako, kwa vile kwa Mungu anaweza kukuongoza, ni sawa, unaruhusiwa tena vizuri sana. Ukitaka kuzawadia huyu, okay, sawa, unalewana ukitaka kuzawadia huyu pia ni sawa, unanielewa. Ukitaka kuzawadia huyu pia ni sa? ni sawa. Ukitaka kuzawadia huyu pia ni sawa. Ukitaka kuzawadia huyu pia ni sa usipo wazawadia, haleluya, usipo wazawadia kile mtakachonipa ama kile kitakachotoka hiyo siku nitawagawia ita Ndiyo, yeah, yeah. Aleluya yeah. Lakini ni vizuri uwagawie, mana tumetoka mbali na yeah, wow. Sasa ukisema kiatu nakununulia na bana, mimi nakufanyia na nani wewe, sijui namba tano

So unaweza nunua chochote ambacho unaona kile ambacho unaweza kupendeza. Haleluya, ukaje ukawazawadia, sawa. Unaelewa? Na kuna, kuna Leveres John ambaye ndio senior ya pastor ambaye sasa amekuwa kipao mbele kwa kusukuma hiyo huduma na Jerusalem, na huduma na mambo mengine ni sawa. Kwa hivyo wewe mwenyewe unajua, na wewe mwenyewe unajua vile utafanya, moyo wewapo mahali na kuelekeza huko, uhuru wa kufanya. Kwa hivyo nimeongea hivyo ili nime, kufumbue moyo ufanye kile unaonelea, sawa. Wakina Nelson wanakaa pale feri, kuna viatu vizuri sana Umesikia Monica na bana na baga. Umesikia Jeka na bana na baga eh. Umesikia, umesikia mama Neema na bana na baga. Umesikia Tilenja Azuri Tilenja wangu mama ana na bana na baga. Umesikia Kasongo na Bomali na kaya na baga eh, uonelea ni sawa. Karibuni, mimi ni Pastor Johnny, roho yangu ni safi sana, ukichokora utaiona so Mungu awabarikakaiaaetaa kusimama hapa tokeni hapa imesema ndogini ndio. So ninawaita masujaa wangu haleluya. Mtu umetoka naye mbali, lazima mupatia heshima yake. So hawa watu wasipowazawadia, mimi nawahidi kila mmoja atakula elfu moja mojamoja elfu moja moja ukanunue moja, moja. Moja, moja. Kuku kule halafu tutakuja kuzawadia wale ambao ni wahuduma wamesimama na Jerusalem. Tutaiweka siku yao, tunaelewana? <laughs> wale waliosimama nasi, kupitia hata wengine waliondoka, lakini wao walisema ni Jerusalem, kama vile neno la na leo nilivyosema. Yesu asifiwe sana, haleluya. So kama mahali huwe suja wa Yesu sawa, kama mahali huwe hodari wa Yesu, Mungu kwa mazuri Haleluya. So Mungu akaweza kuwabariki na katika ule mulo ama katika mlo, kuna mulo na ule mulo bado haujakamilika. Kinachohitaji kukamilika ni mia tantano, tulisikizana. Uh, amishatumana tuman, tayari yake kwa simu Njeri, makofi haya Nilisema kila mshirika atoe mia tano tano, kwa sababu ya chakula. Haleluya! kwa sababu ya mpishi na kuni na vitu vingine. Nikiangalia kwa bajeti yangu niko na elfu saba peke yake, kuna elfu saba peke yake, na hiyo elfu saba haifurukuti kama. Kwa hivyo ni ombi langu, kama umenibebea kama huyu mama anapokuja, mpigieni makofi. Mungu, akubariki mamangu. Mungu akuzidishie. unaitwa nani mamangu? Mwanangu, andika Joyce. Hii tuchangamke kwa wale ambao nakusubiri, hata kama ni kwa simu, na usidanganye. sichoke inakuana kuchukua. Pigieni makofi mazuri, mwandike mtoto wako

Naweza kujitolea mafuta ya uto. Naweza kujitolea. Sijapata pata mtu akujitolea sipi, kwa nini ndio unavaa mambo mafuta. Mtu akijitolea. Ah. Utele gunia. Ah, asante. Ah, ndio mambo. Mama. Unaweza. Yunis. aoria umela kabisa, Monica walongo halafu hii naitwa Eunice. Asanteni sana. So tumepata eluka wakufanya mikono hivi wabariki, kwa sababu wanaenda kukula chakula chako. Wamesema atakusimamia gunia ya mchele, andika hako gunia la mchele na hizi vitu. Mwisho ni Alhamisi mwisho kabisa ni Alhamisi. Hatuwezi kupanga siku ya Ijumaa, tunataka tubebe hizo vitu. Mboga ziko ni kununua tu mchele, mboga iko kila sufuria naguzia, hata ukitaka kichwa tunapotea. Pilao yako iwe na pembe pembe yako. Amen, haya nani mwingine atajitolea kwa kitu? Yule mpishi alikuwa anapanga kwenda hapa akatupatia ile orodha. Yuta yote. Nani anajitolea mwingine utoe mia yako tano? Nitolee tumu. Hata kama utatuma niambie. Vigunia vinafaa viwe vingapi? Vitatu eh? Vigunia ni vitatu. Vigunia ni vingapi? Sukuria vitatu, sukuria tatu eh, marigeti tatu, ni gunia sita basi. <tipati> Ah, mutamaliza ah, kuna wageni wakinango. Ah, ah, hiyo ni nyingi hapadani, vigunia vine, hiyo ni nyingi sana. Garaa zaidi. Makofi kwa chea yetu. Haya, vigunia ni vinne, kimepatikana kimoja, kimebaki vitatu. Wangapi hawakuli mchele wa rangi? Wanakula mchele mweupe, ikutengenezee nyama zako andu na mchele. Mchele wanakula mchele mweupe bila Sasa hampendezi na ile harufu, ama nilini nikubadilika tu. Kule kaduni mimi nakula kila kitu. usisimame kama nae usimame wani, kwa hivyo hata ukitaka kwenda nyumbani usimame, unaenda na gunia 25. Jamani, tuwe serious, tusaidiane. ni mahali kwa kushika mkono

ile tatumana before ifike Jumatano ha, ha, ngoja ngoja ngoja, unatuma ngapi? mia tano. majina bito mari, andika hapo, andika tu bito mari, haya okay. tarehe mbili nitakuwa nini, sitakuwe mia pita au nitaweza hapo, kuna itakuwa nani,

Unaitwa nani mamangu? Nyamvula. Naomi Beja. Andika nao utafanya bidii. Haya, <coughs> andika Jackson hapo analeta 2000 mafofu kwako. Andika Jackson hapo 2000. Ehe.

Aa, unasema yale yote, yani wewe unasimamia kwa hiyo ya sawa sawa, wewe andika mixer full, andika mixer full jackpot. Haya, dali naye atasimamia speaker tivi tivi inaenda. Dali mwingine usikwache nyuma kuja kula pilau pamoja Ay, mwingine hiyo roho inayokwambia usitoe, <tune> shetani ya shii. Jumatano naleta mia tano ogeagu mia tatu Jumatano kudi asija kuelewa wewe. Wasemaje? kuni we mpishi, kameni kuni za mia tatu, ataleta amen. Makofi kwake. Aha, baba, hivyo ndio anakafuta kutia wewe, ukweli. Haya, mwingine nani? Mwingine anaitwa ni nani? Vile Neema John. Haya, thank you. aya yapo ya, ya, mia tano ulitoa. Sasa unashika pesa na kuregeshea, alisema atatoa mia tano kweli na ametoa. Sasa nipatie mia tano mregeshee, anasema yake alitoa mia tano anasema nieaekitolia mchele eh na kuna siku nijitolea ni nini, kama unajitolea soda, by the way, unaunga wa chapati ama mtajile mwekewe chapati hapa kapilao hapa na kandizi hapa na kasoda hapa, kama ugetawa vizuri, ugekula vizuri sana. Sawa, kwingine nimebagisha, nimekwambia hiyo spiriti na kukataza baba, kuna unogunu kutoa hiyo pesa na sasa, sio ni mwanadamu tu bwana nitolee. Hata kama ulitoa mia tano, lakini una mahali unaweza sema baba, nitaleta ABCD toke, bado unafanya kazi ya kwanza. Huyu naye wangu najua nimeoa. Sasa wacha uende kuona bibi yangu, ndio huyo. Sasa wacha doosaahata muoneeni, angalia mpenzi wangu ina Mungu akubariki. Vijeni makofi sana, mazuri huyo ndio mama yake huyu, huyu ndio mama yake Joshua. Na huyo ndio mama yake huyo Hussein aliweka mataa. Wote walitoka kwa hiyo. Kitoa chake. Amina. Haya, kuni za 300. Nimeona kiinua mikono. Naeli, mbona mbona unaonosi kujiamini? Wananyonyesha mtu. Ah. Ah. 20 ya 500. Buni za mia tatu, sawa. Mia tano kijeni makofi mazuri. <laughs> Na mwengee nasema, baba maliza na kuona <tipa> wee. Haya, hata nimalize, ndio umetaka nimalize, so natukwa ipesa. Hata kama utaongeza mambo yatakuwa mazuri na utapata soda. Yes, kazuri unia mia mbili umemaliza, umetuma, ushamaliza, auandike. Uh, wandike mia tano alitoa mia tatu alitoa elfu moja oh, sawa, yeye na mke wake elfu moja walitoa wao. Anasema hey, ametumana mia mbili sahii aapika elfu moja

iilikutie ngoto <laughs> Asante Bwana Yesu kwa neema yako na uzuri ambao umekuwa nasi hata wale ambao wamejitolea Bwana, wakopenda kulisha wageni pamoja na kanisa hili. Ni jambo lilitendeka hata kwa wana wa Israeli waliposherekea Bwana kwa mahali ambapo Mungu alikuwa amewatoa na mahali umewaeka Bwana Yesu wago haya anakumbukwa, hata kulikuwa na sikukuu ya vibanda itango, lakini likuja ikaondoka, lakini utukufu wa Bwana unakumbukwa mpaka wa leo, walipotolewa Misri na kuletwa katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu, ninajua ni wengi ambao, Bwana, wanatamani kutoka mahali walipo na kufika mbali, ili isiwe kumbukumbu za maisha yao. Baba yangu, watoto wako wamejitolea pale mahali pana uwezo, kwa sababu mambo yake sio mazuri sana vile, na ndio maana ninamuombea Bwana, yakawe mazuri, hata yule ambaye akunyosha mkono akaweze kutoa kwa sababu Bwana umeenda kumbariki. Asante Bwana, tutakapoenda kuachana, Yesu, tuacha tukaachana tu kimwili, lakini kiroho tupo pamoja. Siku tutakapokuja kukutana, Bwana, maana Jumapili ile tuna ibada na Jumatano tuna ibada, Alhamisi tuna ibada, Ijumaa tuna ibada na mazoezi, na kuna ibada ya Jumamosi. Asante Mungu, wazari, kwa kwa Mungu umetayarisha hata yo siku ya anniversary ambapo tutafanya ibada na kutekeza sifa na ungo nyingine na Yesu Kristo mwana tunu wa Mungu. So mtatayarisha Sunday School wawe na dansa, wawe na ndugu zake mamake kwa sababu